kisheria na kiuzoefu wa ufanyaji kazi wa ofisi yetu kusema kwamba hii ni rushwa ama si rushwa. Wewe kwanza cha msingi ni kuwasilisha lalamiko, wataalamu wataliangalia, na kama haliko katika uh, hali angukii kwenye rushwa, watakwambia kwamba hili si siru, rushwa au si uhujumu wa uchumi, na kwa maana hiyo hakuna haja ya kuendelezwa na ofisi yetu, na no, watakueleza ambayo unaweza ukalipeleka lalamiko lile, kwa sababu kuna vitu vinafanana. Unaweza kuwa si rushwa lakini kitu kile kinashughulikiwa na jeshi la polisi au kinashughulikiwa na taasisi nyingine. Sawa. Wanasema ma rushwa lazima awepo mtoaji na, na, na mpokeaji hasa. Hebu tueleze huu uhusiano wa mtoaji na mpokeaji, kwa nini mtoaji, kwa nini mpokeaji? Mimi naweza nikasema si lazima kuwepo na mtoaji na mpokeaji, lakini mara nyingi mazingira ya rushwa yanajumuisha mtoaji na mpokeaji. Ingawa kisheria haimaanishi kutendeka kwa kosa kuwepo na watu wawili, inaweza kila mmoja anabeba kosa lake mwenyewe, anasimama peke yake. Aliyetoa anasimama kwa kosa lake la kutoa, na aliyepokea anasimama, la anasimama kwa kosa la kupokea, lakini wote wanaweza kuwa wamefanya kosa la rushwa. Kwa hiyo tunapolitafsiri kosa la rushwa, tunalihisabu kwa mtu mmoja na yeye kitendo alichokifanya pamoja, kwa na kwamba linahusisha mtoaji na mpokeaji. Bila shaka, ili unufaike, unanufaika kutokana na dhamana uliopewa pengine ya kuwatumikia watu. Mtu anapokuja akikutarajia ufanyie wajibu uliopewa na serikali, ukaamua kwamba ujinufaishe, lazima umshirikishe kwamba kile ambacho kingekwenda mahala serikalini kiutaratibu ukipate wewe, au pengine unazuia tu. Kwa maana nikasema, si lazima wepo mpewaji na mtokeaji. Inawezekana umezuia jambo lisifanyike, jambo lile lingekuwa lina manufaa. Hakuna kitendo cha kutoa na kupokea, lakini kwa madhumuni ya wewe kujinufaisha, kwa maana hiyo umezuia jambo fulani lisifanyike, au mtu fulani asi asi asi asi, kama ni uteuzi, kama ni nafasi kupewa kama ni thamana kama chochote, ili wewe unufaike asipate, basi inawezekana umefanya na, kwa maana hiyo, katika mazingira hayo si lazima awepo mpewaji na, na, na, na, na, na, na, na mpokeaji na mtoaji. Hebu turudi turudi Zanzibar nyumbani, tuangalie kwanza hali ya rushwa ikoje Zanzibar. Ni sawa na sehemu yote ya dunia. UK ni sawa sawa na nchi nyingine za dunia ya tatu ambazo rushwa iko kubwa. Um, kilichopo tofauti ni kwamba wakati mwingine tunaweza kuwa hatujagundua mazingira. Suala la kujua aina, ukubwa wa rushwa ni kwa kadiri tunavyokwenda tukabaini matatizo. Ntakupa mfano, hakuna aliogundua kwamba labda uh, Tanzania Bara, TRA, bandari kungekuwa kuna vitu vikubwa vya namna hiyo lakini kumbe vinakuwa kuna vitu vinajificha na baadaye vinaibuka. Kwa hiyo si ajabu pia na katika mazingira yetu kufanana na, na hicho unaweza ukafuatilia ukakuta ni swala la watu kubaini na kuibua matatizo ya lo. Kwa hiyo Zanzibar si sehemu tofauti na sehemu nyingine kwa sasa. Sisi tuna naweza nikakupa kidogo tathmini ya kazi ambazo tunafanya tunayo malalamiko tunayoyapokea, mengi yanayohusiana na na rushwa ama uhujumu wa uchumi. Mathalan, hadi sasa tuna kesi karibu mia moja na ishirini na tano. Tuna malalamiko ambayo tumeyapokea karibu mia moja na ishirini na tano na tunayoendelea nayo pengine na uchunguzi zaidi ya sitini nadhani kwenye sitini, ma, ma, la, la, na sita tunaendelea na, na, na, na majalada ambayo tunayachunguza. Sasa unakuta kila siku aina mpya ya malalamiko inajitokeza. Bila shaka watu wakipata uelewa zaidi wa masuala ya haya ya, ya, ya rushwa kama ambavyo ime, imeadhimiwa katika siku ya leo au ya jana, maana yake ni kwamba tunao uwezo wa kupata kuibua matatizo makubwa zaidi na hatimaye tukawa tuna tuko kwenye nafasi nzuri ya kusema hali ya rushwa ilivyo kwa sasa. Uh, tuwakumbushe tu wapenzi watazamaji kwamba tutatoa fursa ya kupiga simu na, na, na, na kuchangia haya ambayo tunayazungumza tuna, tuna hapa, lakini uh, Musa, rushwa kubwa ambayo wenyewe wanasema inayoiua wa Zanzibar ni swala zima la, la, la muhali kwamba okay, swala hili ametenda Yusuf, kwa hivyo Yusuf ni mtu wangu wa karibu lina lina linasimika au ahili ametenda Musa kwa hivyo Musa mtu wangu wa karibu, tuna tuna wet down kwamba, lakini lile tatizo lina linaendelea lina. Sasa hebu tuigusie hii rushwa ya muhali kwa, kwa Zanzibar, ambapo Zanzibar inaonekana imeshamiri zaidi kwa aina nyingine yoyote ya rushwa. Ni kweli kwa Zanzibar, mmoja kati ya maeneo makubwa tunaweza tukayasema matatu na katika matatu haya ni moja wapo kubwa ni hili lenye rushwa ambayo inafanywa, uh, na mahusiano ya watu ambayo ndio tunaita rushwa ya muhali. Kuna tatizo kubwa hasa kwenye sehemu zote, na hili ndio linalopelekea nepotism, maswala ya upendeleo, maswala ya kupata watu wasio na sifa, maswala ya kuajiri tu mradi, na mwingine amepata nafasi ya kuendesha maisha yake na ni kweli kwamba katika sehemu yoyote, hasa kwenye masuala ya ajira, naamini hata wewe umeshafatwa ama na jamaa ama na rafiki, ama vipi. Inatokea kitu cha namna hiyo kwamba watu wanatumia, inakuwa ni faraja ya kupata mtu aliye kwenye nafasi, ili unahisi kwamba matatizo fulani anaweza akasaidia ya kuyatatua. Hili ni tatizo na ni kweli kwamba lipo kubwa tunachofanya kama mamlaka ya kuzuia rushwa kwenye swala hili moja, ni njia ya tunayoifanya kwa kawaida ya kuelimisha kwamba watu wafahamu athari na madhara, na kwa kweli kwa sababu hili swala linagusa jamii nyingi ambazo zinafanana na sisi, visiwa vidogo vingi, vyao tunajaribu pia kutafuta mbinu za wenzetu kuhakikisha tunazitumia kwenye